Lakini, kwenye upande wa miundombinu, mradi mkubwa kabisa unajengwa katika eneo hili Bumbwini Mangapwani, mradi wa bandari jumuishi, bandari kubwa ya kisasa itakayobadilisha kabisa uchumi wa Zanzibar. Kama tulivyoelezwa, kontrakta, mkandarasi tayari yuko site, ujenzi umeanza mwezi wa Januari. Inshaallah, katika uh, sherehe za mapinduzi tutaweka jiwe la msingi na tutahakikisha ndani ya miaka miwili bandari hiyo inakamilika ili uchumi wetu sasa uwe, ukue kwa kasi zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Sasa ndugu zangu, katika changamoto naambiwa katika eneo hili la Bumbwini Mangapwani, pamoja na maeneo yake ya jirani, tatizo kubwa lililokuwepo ni ulipaji wa fidia kwa wale ambao wametakiwa kupisha miradi ya maendeleo, Bandari ya Mangapwani bandari mpya hii, si bandari ndogo, ni bandari kubwa sana. Itakuwa na bandari ya makontena, itakuwa na bandari ya mafuta, kutakuwa kuna bandari ya nafaka, kutakuwa kuna chelezo cha kutengeneza meli. Alimradi ni sehemu ni mji huu utageuka kuwa mji wa bandari, na mji wa bandari ni lazima wananchi tukubaliane nao kwamba watalipwa fidia kwa moja kati ya njia mbili: aidha watapewa nyumba iliokoa bora zaidi kuliko ile ya wanaokaa sasa, au watapewa fedha taslimu. Kwa hiyo hawana haja ya kuwa na wasiwasi katika hili. Wako watu watakuja huku kukutieni maneno kwamba hamtolipwa. Chukueni kauli yangu, fedha zote zitalipwa kwa wanaotaka fedha, na wale wanaotaka nyumba tayari kuna nyumba pale, wakazitizame wakizipenda watapewa nyumba badala ya eh, nyumba zao zile wanazokaa sasa. Kwa upande wa fedha, hivi tunavyozungumza, tayari Serikali imeshatoa kwa fidia ya bandari ya Mangapwani bilioni kumi na moja katika eneo hili lakini tunajua kwamba kuna ambao bado hatujawafika. Kama nilivyosema, huu ni mji wa bandari, kuna barabara zitahitaji eneo, kuna bandari yenyewe itahitaji eneo. Kwa maana hiyo, bado kuna watu wengi tutahitaji kuwalipa fidia zaidi ya bilioni kumi na moja tulizotoa. Serikali imejipanga kuhakikisha fedha zote za fidia zinalipwa kwa wakati, wala msiwe na wasiwasi, ndugu zangu wa Mangapwani na ndugu zangu wa Buuguu.